Naam, tuna maswali takriban tunajiuliza ndani ya jamii yetu hii kwa ujumla ya Kiislamu. Kuna mambo yanajiri sana huko mitandaoni, ima katika magrupu wasapu, katika sehemu zote nyanja, kwa minajili ya madai wetu pendwa, ima kwa viongozi wetu mashaikh zetu. Naam shekhe, ningelipenda kuuliza swali ima sisi maamuma kama kawaida, tunataka kufahamu ima kujua zaidi wa min ajili ya Allah ili tuende kwenye nyenendo nzuri na mstari mzuri, kama jinsi alivyotuachia kipenzi bora cha umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na maamrisho ya Allah. Shekhe, kuna mambo mengi yanajiri mitandaoni e, katika hususan madai wetu popote walipo e, kama dai mfano shekhe ambaye anaaminika wenda e, katika jamii wenda katika wanadamu, akawa amefilika katika kukosea ima kuteleza kama mwanadamu. Na sisi kwa ujumla huwa tunafata e, yale ambayo wanayotufunza na mwenendo mzuri na kutunasii kadhalika, katika madarsa, hutba, tukiwafata sana. Je, inakuwa vipi kama dai mkubwa akikosea na sisi eh, maamuma katika mistari ipi ambayo tunapaswa kufata ima kuenda nayo? na alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja wa salatu wa salam ala almustafa sallallahu alayhi wa sallam. Nam, kwa kifupi nitakuwa nimekuelewa swali lako kutokana na mjitama, sisi tuko waislam na tuna viongozi na binadamu yoyote aliumbwa katika udhaifu. wakhuliqa al insan dhaifa, Mwenyezi Mungu anasema tumemuumba mwanadamu na udhaifu. Hata e, katika mashekhe wa mufti, maimamu madai ma, bilali ama viongozi katika dini wanaweza wakakosea, na katika kukosea ma unaona, kama vile viongozi wale wanakuwa ni kioo cha jamii. mm -hmm. Watu wote wanawatazama. mm -hmm. Wanawachunguza. mm -hmm. Sasa napokosea, kuna wale ambao unajua, kuna, kuna rafiki yangu mmoja ananiambia shekhe ama imamu wale wenye kukataza mabaya wanakuwa kama vile kama polisi, ndio maana mm -hmm. utaona wengi sana wa, wa, raia wengi wapendi polisi. mm -hmm. Kwa nini? Polisi anafuatilia mabaya ya watu. mm -hmm. ama anazungumza kutokana na mabaya ya watu lakini jeshi hizo habari hana nazo, ndio maana wengi wanapenda majeshi. Kwa hiyo imamu ama shekhe naye anakuwa kama vile polisi, kwa hiyo anazungumza mabaya katika jamii, yale ambayo watu wanafanya. Sasa anapomuona na mistake kidogo tu, kuna wale wanakuwa na jazba, na yeye amefanya hivi sijui na nini, mpaka wengine wanakosa nidhamu, wanakwenda kwenye mitandao ya kijamii na wanamkashifu kwa jina. Kwa kweli jambo ni, ni jambo libaya sana, ni sumu mbaya katika jamii. Kwanza watu waelewe, kuna kuna kumlingania mtu au kumkumbusha mtu kutokana na lile alilofanya, kama vile mashehe amekosea au maimamu amekosea. Kuna ile kumkumbusha, kumnasihi. Adinu nasiha, dini ni kunasihiana, kama alivyosema Mtume saa sallama. Sasa watu wanakosea, hawajui maana ya kumnasihi mtu au maana ya kumsengenya mtu na maana ya kumkashifu wengi, mm. wanashindwa kuchukua njia ya kumtoa nasaha, wanaingia kwenye na kashfa, wanaingia kwenye kumzalilisha mtu, na hiyo sio suluhu nzuri. Hata nabii nabi Musa alipokwenda kwa Firauni, Mwenyezi Mungu anamwambia fakula qawlan layinan la an lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mtu amejiita yeye ni Mungu, hajamwambia anaenda kwa mtukani, lakini leo sheikh akikosea kidogo tu kwenye watu wanapanda kwenye mitandao ule afai ule ni mnafiki ule ni fidhuli mkubwa hasa. Hapo ndo kunaanza matatizo, wanashindwa kutambua ya kwamba huyu ni mtu anafikisha maneno ya Mwenyezi Mungu, maneno yaliyopita kwenye kinywa kitukufu cha Allah subhanahu wa Ta'ala, yakaja kupita kwenye kinywa cha Jibril, yakaja kupita kwenye kwenye kinywa cha Mtume wa Mwenyezi Mungu, mbora wa viumbe, Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye ndo anasimama ile nafasi kuyafikisha maneno ya Allah subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo anashindwa kuelewa kwamba unapomkashfu huyu unasababisha madhara makubwa. Wale watu ambao walikuwa wakimfuatilia mawaidha yake, wakifuatilia darasa zake, wanapata faida, unawavunja moyo kwa kuonyesha kwamba ah, yani, haya yote ambayo sisi tunayafanya, kumbe tunamfuata mtu asiyefaa. Wengine wana give up, wanasema sisi hatu hatufuata tena madarasa zake, hatutafuata tena mawaidha yake. Unakuwa umesababisha kitu kikubwa. Kumbe la kwanza, tuwaheshimu mashekhe kwa njia yoyote uh -huh. Na neno heshima, kumheshimu mtu ni jambo likubwa sana katika dini yetu, dini yetu ya Uislamu uh -huh. Heshima, kumheshimu mtu ndio. Kwa maana katika kadhia ya heshima, kumheshimu mtu, Hassan al-Basri, uh, yeye amesema: dhikru uh, akha dhikru lighairi thalatha, anasema kumtaja ama kumsengenya mtu imechukua aina tatu, hmm. la kwanza akasema, qala, akasema, na yote hayo yametajwa na Allah, subhanahu wa ta'ala, katika kitabu chake, wa kullu dhakara Allahu fi kitabihi, yote Mwenyezi Mungu ameyataja kwenye kitabu chake. Qala hmm. alghiba, alghiba akasema ni kusengenya akasema antadhkura akhaka bima fihi, ni kumtaja mtu kwa yale ambaye anayo. Ndo mfano kwa vile mashekhe, shekhe amefanya kitu kweli kabisa, ni kitu cha cha kweli amefanya, sasa ukamsema kwa kile kitu amefanya, au mtu yoyote. Ndio akasema Hassan al-Basri ni kum, kumtaja mtu kwa kile kitu ambacho amefanya kweli, no. kisha akasema, la pili ni kumtaja mtu kwa kile ambacho hana walbuhtan akasema kuna alghiba walbuhtan, walifk. Alghiba akasema ni kumtaja mtu bima fihi, mtu amefanya kile kitu ukamsengenya kwa kile. Kisha akasema walbuhtan antadhkura akhaka bima laysa fihi, na buhtan ni kumtaja mtu kwa jambo ambalo hana. Kisha akasema walifk antadhkura akhaka bima balaghak, ifk nao ni kumtaja mtu katika kitu ambacho habari imekufikia, yani mtu umemsikia tu, eh fulani ni 1 2 3 ukakaa unamsengenya. Sasa hayo yote matatu watu wanashindwa kuchukua uh, kutoana kumpa mtu nasaha, kumsengenya au kum, kumzulia, wanashindwa njia gani tupitie? Kwa hiyo wengi wanakaa kwenye mitandao, ule shehe afai ama ule mufti afai ama ule imamu afai. Hayo yote ni makosa wanafanya, kwa hiyo wanakuta wanasengenya. Kama itakuwa ni nasaha vizuri, mtu mfate kwenye kwenye, kwenye, kwenye, kwenye. Asalamu alaykum wa alaykum salaam. Sheikh nimeona short clip yako ama nimeona video yako ukizungumza moja mbili tatu, mm. Je, hapa shekhe wangu kweli, mbona uislamu unazungumza hivi na hivi, unaweza ukatuelewesha? no. Kwa adabu na kwa heshima hiyo. no, no, no. Ndio inakuwa heshima ya kumkosoa ama kumnasihi shehe. no. Unapomfuata kwenye mitandao ukamzalilisha, tayari unakuwa umeshamharibia heshima yake na kuna kuwa umekosea katika nasaha yako na umevua hadhi yake, yani ni madhambi makubwa sana ndio. hmm. kwa maana katika khutba ya mwisho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, khutba ya kuwaga, katika ni ndefu sana khutba, lakini katika yale alohusia watu alisema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam no. inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadha, akasema hakika, eh, damu yenu na mali zenu na heshima zenu ni haramu kama tulivyoharamisha katika siku ya leo. Mali ni makosa kumdhulumu mtu mali zake, na damu ni makosa kumwaga damu ya muislamu ama ya mtu yoyote isipokuwa bila sheria. Kisha akasema na heshima aaradakum heshima yenu, ni makosa sana mwislamu kuivua heshima ya mtu mwenzake, kuivua heshima ya mwislamu mwenzake, hata asiyokuwa mwislamu, ni makosa kumzalilisha mtu. Basi itakuwa vipi ikiwa mtu baki kumzalilisha ni makosa, unakwenda kuchukua mtu amefanya mawaidha, ametoa dawa kwa miaka thelathini, miaka ishirini, hata ikiwa ni kwa mwezi mmoja, unakwenda kumzalilisha na kumtukana Sijui hafai, ni mnafiki, sijui ni ni, ni, mtu wa bidaa sijui, maanake mambo unamzulia kabisa. Kumbe ndugu zangu, maamuma wenzetu ama waislamu kwa jumla, tuwaheshimu mashehe zetu. Mwalimu au shehe ndo watu wa kwanza kwanza kuingia peponi. Watakuja watu wanakimbizana, wanasimamishwa. Kwanza wewe umefanya amali gani? Mimi nimepigana jihadi. Ataambia nani alikwambia kupigana jihadi ni amali nzuri? Mwalimu wangu unataka kuingia peponi bila mbele ya mwalimu wako? Rudi, mwalimu ndio ataingia mbele. Wenyewe ndio wanafunza watu zile amali njema, kwa hiyo ni watu wa kuheshimu. Ukimheshimu shehe umeheshimu dini yako, ndio kwa maana ni makosa sana tukiwaona mashekhe kwenye kwenye kwenye mitandao wamefanya kitu ambacho umeona kiko kinyume. Ni binadamu, kwa hali yoyote lazima atatereza, hata ka 100% uh, 100%, iko maana yake akoseaje? Ipo siku atateleza nah. Lakini tazama namna gani nimwendie kiongozi wangu na shekhe wangu ili kumnasii mm -hmm. Kwa kifupi nitaka kuwahusia watu na waislamu kwa jumla, mashekhe wanapokosea sio, si, na wengine kwa kumalizia hapo hapo, unajikuta mtu pengine anamfuata inbox mm -hmm, shekhe moja mbili tatu, ni vile nilikuwa nauliza hili swali, unasemaje shekhe. Shekhe anam, anamjibu kwenye kwenye wako inbox Unajikuta mtu anachukua ile voice ya shekhe alimjibu, anakwenda na zaweza kwa nyingine magrupu. Mbona shefu Fulani kasema hivi, sikia shefu Fulani amejibu vipi? Yaani ile voice inakuja na inatambaa, inakuwa sio ni dhamu nzuri. Umemfuata mtu inbox kumuuliza shekhe wako. Kama ukumuelewa, kama ukumwamini, kama hukuridhika na yale aliyokujibu, ile voice yake iweke pembeni. Kama utamuuliza mwingine, muulize, lakini sio ufuko unasema mbona no. upande wake naimfuata. Naam. No. Sio ufuko unasema mbona shefu Fulani alijibu hivi na hivi hapana ule ni kivyake na huyu ni kivyake, na kila mtu atakuwa na msimamo wake katika elimu. Kwa kifupi, watu tuheshimu mashehe na tulinde heshima ya mashehe wetu na heshima ya jamii kwa ujumla. Naam, tunashukuru sana, nasaha kubwa sana kwa min ajili ya kuunganisha umma na watu wapate faida na kuweza kuelimika kwayo, kwa wale ambayo tumesikia kwa shekhe wetu kwa nasaha, na pia tumepewa mengi sana ya kuweza kuzingatia. Naam, shekhe, kuna jambo moja linajitokeza sana katika jamii zetu hususan maamuma kama sisi, mtu inaweza kufikia kusema mashekhe wote ni wanafiki. Hili neno kama unafiki, alafu unamwita mtu kama dam ambaye anadarasisha watu, anaelimisha watu, ananufaisha jamii kwa kile Allah alichomruzuku, hii unaisemaje katika jamii? Tuna watu masugu ambao wanachema tatizo sana kwenye jamii yetu. Ni watu gani? Ni mtu ana- mtu kwanza hajui na anajijua kabisa, mimi sijui, lakini akajifanya anajua mm. Huo ni mtu mbaya sana kwenye jamii, anapotosha watu sana. Yaani mtu hajui mm. Anajijua kwamba mimi sijui, lakini anajifanya ana kwamba yeye anajua mm. Anakosoa mashehe mm. Anakataa fatwa za mashehe mm. Anatoa fatwa, anawalaumu mashehe, mambo makubwa sana katika jamii, katika ya ilmu yeye anakwenda kuyafuti yengine, anayakataa ya kabisa. Sasa mtu kama huyu mtu kwa kweli mtu shida sana. Mtu anataka azungumzie masuala ambayo elimu hiyo yeye hana. Mtu akakaa miaka kumi boarding anasoma elimu ya Mwenyezi Mungu. Wewe hujapita hata madrasa. Unajua alif ba ta lakini umekaa kwenye mitandao. Wewe ushamikosea, hii hi, haifai, sijui vina nini. Hiyo ni makosa makubwa sana kumkashifu shehe ama kumkosoa shehe na wewe una elimu. La muhimu ni wewe kumfuata na ukamuuliza ili apate kukuelewesha. Naam. Okay, tunashukuru sana Sheikh eh, nasaha ya mwisho ningelipenda kutunasii sisi jamii yetu kwa ujumla ya Kiislamu. Na tunasii nini? Jamii kwa jumla sisi tumeumbwa na kama sisi Waislamu inabidi tuwe umma wenye ilmu tuwe na wajuzi, maana aya ya kwanza kuteremka inatu- inatuhamasisha kusoma, iqra wa bismi rabbika ladhi khalaqa Soma upate kumjua Mola ambaye alioumba. Yaani bila kusoma unakuwa wewe una, na, na tatizo kwenye jamii. Inabidi usome, na kusoma sio kusema tu mpaka mtu aende Maka Madina, aende wapi a uh -uh. Uwe mustami'an lililmi, uwasikilize mashehe, na watu wengi hata wanasikiliza mashekhe ile elimu hawaipati, kwa ubishi wao hawachukui ile elimu. Kwa nini? Ujuaji Mtu so, ameikana msikiliza shekhe no. Anataka mkosoo. No. Mtu amemuuliza shekhe, shekhe nilikuwa ni na swali langu. Nauliza hivi na hivi na hivi na hivi. Shekhe anajipa muda wake. Pengine alikuwa na maswala yake na kazi zake, anaweka kwenye mtandao, okay, iko na anamjibu, anatoa faida. Yule yule mtu anabishi. Ah, shekhe mbona nilikuwa naona hapa ni hivi, hapa sio sawa shekhe. Ah, mimi sikubaliani na hii. Mbona shekhe fulani alisemaga hivi na hivi na hivi na shekh fulani wa Tanzania akasema hivi mm. Na shekh fulani wa Burundi amesema hivi na hivi. Ah shekh, kwenye mtandao utakutana hapo kwenye magrupe na na kadhalika, akasema, mtu anambishia. Sasa unakuta mashekhe wengine anakuwa anaogopa kutuma voice, kutuma audio kwenye mtandao. Kwa nini? Anawajua watu, nitatuma audio hii italetea fitna, itasambazwa, watanizulia mambo mengi. Kumbe jamii inabidi tuwe na elimu, tuwaheshimu. Au utapata elimu na wao waheshimu, au waheshimu mashekhe zako. Ukisha waheshimu viongozi unakuwa na okay, adabu hata ya kuuliza swali. Ah. Kuna mtu analazimisha. Yaani anakuuliza swali, analazimisha umjibu. Ah, usilazimishi. Mm hmm. Sheikh ana heshima yake, ana muda wake, akitaka atakujibu nyuma ya siku mbili, hata nyuma ya wiki, wewe unabidi usubiri. Na kama hajakujibu, uliza tena. Uoneshe kwamba unataka kumjibu na heshima. Mm-hmm. Lakini sio hata kujibu unabisha. Kuna mtu anabisha, anambishia, mtu anambishia shekhe wake, anabisha. Mtu mwenyewe hajui la. Haa, kumbe wasia katika jamii sisi tumeandikiwa, tumefaradhishiwa mambo mengi. Kuna ibada ya swala inaomba ilmu, kuna ibada ya swaumu inaomba ilmu, no hija inaomba ilmu. Kumbe ibada zote zinaomba ilmu, kumbe inabidi mtu awe na ilmu, na utopata ilmu bila ya kuwaheshimu mashekhe, ndo walimu wetu. Sasa kama tuna wadharau, hiyo ilmu tutaichukua sisi wapi? Na wenyewe ndo wenye kutudharasisha, wanatutulia mahutba za Ijumaa, wanatutolea madaa madarasa mbalimbali yale ambayo Mwenyezi Mungu ametutaka tufanye, tutayapata wapi? Ni tutayapata kwa mashekhe zetu. Imam Shafii anasema ukikaa sehemu ukawakosa watu wawili, hama sehemu hiyo. Mtu wa kwanza, Imam Shafii anasema ukikaa sehemu hakuna shekhe hiyo sehemu, hama, ina shari, hakuna mtu atakukumbusha katika mambo ya heri, na sehemu ambapo hakuna eh, mwana nani na, hakuna dokta mwenye kutibu maradhi yako. Ikiwa utaumwa, ni sehemu ambayo haifai. Utaumwa kwenda hospitali, mpaka usafiri nchi nyingine, ama usafiri sehemu mbali. Huyo mji unakuwa sio mji mzuri. Inabidi ukae sehemu pako mashehe, na Imam Shafii akatutaka tukae sehemu pako matwabibu. Watu aina mbili ukiwapata katika mji unakuwa na salama. Naam, tunashukuru sana sheikh wangu, Sheikh Amis Adam kutokea ndani ya jiji la Durban. Kwa kweli tunashukuru Allah kuhifadhi sana na kuweke wewe na familia yako kwa ujumla. Naam, Sheikh kwa mara nyingine wasia upi, uh, unaweza ukauachia Risala TV 10? Risala TV kwa kweli ni chombo cha jamii, ni chombo cha cha Kiislamu, akipeperusha music, akipeperusha habari za umbea, kinapeperusha habari za dini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uh, kwa kweli tuna matarajio kwamba chombo hiki kitafika mbali sana kila kitu ukifanya kwa moyo wa imani, kwa kutaka ikhlas na thawabu na nini, Mwenyezi Mungu anakiinua kwa kuwa ni chombo kinatumika katika dini yake. Kumbe iko vizuri, Risala TV inafanya kazi, inapeperusha mawaidha na mambo ya heri. Kumbe tunaiombea Allah Subhanahu wataala aiinue na ajaliwe chombo kikubwa ambacho kitaitumikia jamii ya Kiislamu. Allah kituwezesha kwa ujumla, nasi tukisema pongezi kwako na pia tunashukuru sana wa kupata muda huu, na Allah ametuwezesha. Tunataka kuhitimisha kipindi chetu hichi, kwa kweli jamii na imani itanufaika na mengi, na alhamdulillah eh, kutoka kwa CEO Juma Ibn Saleh, mimi mwenyewe hapa nikiripoti kutoka Risala TV 10 tunashukuru kwa ujio wako ndani ya studio zetu, na pia kwa ujumla, ningelipenda kuwataarifu ima kuwajuza eh, jamii zetu za Kiislamu ima popote walipo madai mashehe zetu maustazati popote walipo, nikipata hujumbe huu kwa min ajili ya Allah. Risala TV Ten ni yetu sote, kwa hiyo mnakaribishwa katika kufanya madarsa mbalimbali ya mbali, hutba mbalimbali miadhara biidhnillah. Namba yangu ipo hapo, utanicheck WhatsApp insha Allah tuwasiliane. Lengo ni kufikisha elimu kwa jamii, lengo ni elimu ifike kwa jamii, na tunafanya kitu kwa minajili ya Allah, na Allah ndiye atakayetulipa. Milango ipo wazi, madai mashehe, maustazati, inshallah. Tushikamane na jamii kwa ujumla, na kwa wale vijana wapenda kheri, wapo tayari kuungana nami, inshallah wanicheki hapo, tumtumikie Mola wetu, kwa sababu kuna siku itafika na tutakumbuka hii siku. Laiti tungelijua tukafanya yale ambayo Allah ametuwekea mission katika dunia hii. Kwa hiyo mimi nikisema nikiripoti tena kutoka ndani ya Risala TV ten masalam. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.